Zama za fitna, zama za mitihani, sisi tutakiwa tufanye nini? Tuishi vipi pindi ambapo kutadhihiri fitna na mitihani katika ardhi? Katika namna nzuri ambayo imeelezwa na sheria yetu, ya kuishi katika kipindi cha fitna, ni sisi kujiepusha na hizo fitna. Hilo la kwanza, lakini vile vile mtu asiwe ni sababu ya fitna au ni mchochezi wa fitna. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi

ni yule aliyeepushwa na fitna wala manibtulia fasaba fawahan, na yule ambaye ametahiniwa na mtihani fulani akafanya subra fawahan, basi uzuru ulioje huo wa yule mwenye kufanya subra ju juu ya mtihani, mtihani juu ya mtihani ambao ametahiniwa kwao mtihani huo. Kwa hiyo katika namna nzuri za kuishi katika zama za mitihani na fitna ni kwanza watu kujiepusha na fitna kwa kuwa mwema na aliyefaulu ni yule ambaye ameepushwa na fitna.